Naam, mtazamaji wa Trend TV, bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii leo inahusiana na kitu ambacho wamekifanya au wamekizungumza, huyu hapa si mwingine bali ni Chino Kid. Tunafahamu e kabisa kwamba Chino Kid bwana, ni mmoja kati ya wasanii ambao wamepata fursa adhimu kabisa kutumia baadhi ya verse ambazo zimeachwa na mmoja kati ya wasanii ambao wamefanya vizuri sana katika game ya kutoka pande za South Africa Nazungumzia game ya mapiano, huyu hapa si mwingine bali ni marehemu Costatich, ambaye amefariki miaka kadhaa iliyopita. So Chino baada ya kufayo, ya kupata connection na mazungumzo na familia kwa ujumla, ni kwamba amepata fursa ya kufanya naye collab, yani kufanya collab na baadhi ya verse ambazo Costa, ambazo Costa Costatich alikuwa ameziacha. So msanii wa, wa muziki wa Bongo Flavor kutoka nchini Tanzania Chino Kidi ameweka wazi kuwa katika maisha yake akuwahi ya kabisa kupanga kufanya ngoma na marehemu Costa Titch, imekuwa kama bahati kufanya na, kufanya ngoma na marehemu huyo Costa Titch. Ameweka wazi kuwa ali alitafutwa kupitia Instagram na msanii huyo, na ndiyo ikawa safari yake nzuri ya kufanya kolabu na marehemu Costa Titch. Lakini pia Chino alisikika akizungumza kwamba mimi sikuwahi, eh, mimi sikuwatafuta wao ila wao ndio walionitafuta mimi kwa nguvu, kwa nguvu tu za Mwenyezi Mungu amepanga, na sikujua kwa nini eh, sikujua kwa nini walinitafuta DM ila chapu tu nili, chapu tu nilijuana na nilijuana naye kupitia zombi estukizi. Kwa hiyo basi, hatukuwa na plani labda tutakuja kufanya ngoma na Kostatichi hapa au ngoma ya Kostatichi ni katika ngoma ya Kostatichi nitakuwepo. Hapana, wao wenyewe ndio wakaona kwamba nastahili kuwepo kwenye ngoma yao, so baadaye wakaona nastahili kuwepo kwenye hiyo historia. Alisikika akizungumza hivyo, alisikika akizungumza hivyo. Chino msanii kutoka